takatifu mlango wa 22 mustari wa kumi na nne. Lengo la ujumbe walioitwa ni wengi na wateule ni wachache. Nyakati wa pili mustari, mlango wa saba mstari wa kumi na nne, kumi na tano na kumi na sita. Nitamalizia Saburi mia moja, tasoma mstari wa kwanza na tano. Wale wameitwa ni wengi sana, angalia nyuma ama uangalie jirani kumati Samueli aliitwa katika Samueli wa kwanza, ta, Samueli alisikia sauti ya Mungu akiita. Aliona kichito kina waka moto, kisha akasikia sauti ikiita. Haleluya. Amen. Na wengi sana wali

Iwa nyumbani kwako kwa nyenyekea, ukiwa kwa kijiji nyenyekea, kwa mataifa nyenyekea, kazini nyenyekea, kwa doa yako nyenyekea. Amen. Vitu hizi zote huwa sinatajwa ina vitabu mingi sana. Usinyamaze mbele za Mungu Bwana, tuita mbele zake, tunyamaze tuita sake haja tuita tukae tu mbele zake, bali tuwasiliane na ye. Njia ya wewe kukomunikati na Mungu na tuna mengi sana ambayo inatakikana tuende kwa baba na tuongee na yeye. Wapigwe kama utakoza cha kunena na Mungu, wewe ni chombo tupu na hakuna mahali unaenda na utaishi katika maisha ya kiza nene, maana yes, wapendwa, Bwana aliko kuna nuru ya Mungu. Amen. Manukato safi mbele za Bwana kuinua sauti na kile kitafanya ni uzito na matamshi ya maneno yanayotoka kwenye kinywa chako, na si kinywa tu bali ni ndani ya sina ambayo ni moyo. Na pia ukienda mbele zake katika kuomba, hakikisha umetanguliza unyenyekevu maana Kipange vizuri, enda mele sababa, unyenyeke kwa sababu wewe ni mwana, kama vile alivyonena Daudi katika Zaburi tisini na moja, kumi na nne nitamwonyesha wokovu wangu, na katika taabu nitakuwa pamoja naye. Ni akina nani waliokaza mpaka wakamwona Mungu mwenyewe? Shadraka, abedeniko walimuona Mungu. Nani anataka aishi miaka mingi? Uliza jirani, uishi ufanye nini? Tuishi miaka mingi tukimpendeza tukinyenyekea tukiomba, tukitafuta uso. Na hiyo, wakati unafanya hivyo, tunakuwa mfano bora kwa wengine, mfano bora kwa kisasi kinachokuja nyuma yetu. Sisi ndio tutaelekeza wale wadogo ambao watakuja nyuma yetu, maana Tito mbili inatuambia fulani ukweli. Sai ukifanya uharibifu, bwana anakusubu uharibifu, hausonki hauishi miaka mingi. Kwa hivyo tukataana na uovu, bwana atuchukue ili tuishiishi na tuenjoy. Maana muda huu wote wapendwa, usianze na uhaki, usianze ukiwa mwenye haki. Bwana akubariki akupanue

ndiyo anapendeza, tafuta uso. Amen. Acha njia mbaya, umeniandika acha njia mbaya. Kuna njia njema na njia mbaya, tujitenge na njia zote mbaya, patilisha mawazo yao, tunyenyekeane. Tukiwa katika nyumba ya Bwana, tunyenyekeane wane ananyenyekeana kukaa mahali popote, na ufanya kile ambacho kinaamuriwa katika nyumba. Naweza kaa hapa kesho, nikae kule kesho, nikae huko kesho, kingine nikae kule. Hautakuja uamushe mtu useme toka hapa, ni mahali pangu hapo. Kuna nini? Tulia, usikilize kile ambacho Bwana anakuelekeza. Tunaachilia utiifu, nyenyekea na utiifu. Usikilize kile ambacho Bwana anataka kukuongoza ufanye. Bwana anataka wakati ambapo tumethibitika, wapendwa tutamani kuthibitika. Tukiwa kanisa ambalo limethibitika, Bwana atasifika. Amen. Tujue ya kwamba Bwana ndiye mwema. Bwana ndiye mtakatifu. Naye stahili. Tunapoingia mahali hapa, kuna kazi umekuja kufanya, kuna kazi na lazima uelekezwe, sawa na vile wewe kwako umekuwa ukielekeza vile vitu ambavyo umeelekeza na vikikutii wewe. Nawe mahali hapa umekuja uelekezwe, umekuja usikilize, na wanakuelekeza tu kwa Mungu wako ambaye amekuchagua na kukuteua